Bwana Yesu asifiwe sana, ni siku nyingine tena ambayo tutaenda kujifunza maneno ya Mungu, na tupo katika series yetu ya miaka elfu saba dunia, na leo tutaenda kuangalia kuhusiana na unabii wa Hosea. Unajua Hosea litabiri nini kuhusiana na miaka elfu saba dunia? Karibu sana tuweze kujifunza, naamini Mungu atakubariki sana. Sasa tumpo katika somo letu la miaka elfu saba dunia, na katika vipindi vilivyopita tukazungumzia kuhusiana na uhusiano wa uumbaji Mungu alipoumba mbingu na nchi, na miaka elfu saba ya dunia, na tukasema tuka, tukatumia kanuni ya siku moja ni sawasawa miaka elfu moja na miaka elfu moja sawasawa na siku moja ambayo imezungumzwa na Petro katika ile Petro ya Pili tatu mstari wa nane, na imezungumzwa pia katika kitabu cha Zaburi ya tisini mstari wa tatu na wanne ukisema hii kanuni ya kwamba kwa Bwana siku moja ni sawasawa na miaka elfu moja. Tukasema katika uumbaji Mungu alikuwa anatoa unabii ya kwamba dunia baada ya Adam kuasi itakuwepo kwa miaka elfu sita na siku ya saba Mungu atapumzika ambao ndio tunaita Sabato. Kama ujangali vipindi vya series za nyuma Tafuta muda angalia, tumekuwa na vipindi vitatu tofauti. Hiki ni kipindi cha nne, na naamini Mungu atakubariki. Lakini leo tumesema tunaangalia kuhusiana na unabii wa nabii Hosea. Hosea alizungumza kitu gani? Na karibu sana tuweze kujifunza unabii huu. Unapatikana katika Hosea sita mstari wa pili Hosea sita mstari wa pili Nayo inasema baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake. Hosea anasema, baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Tulivyozungumza katika vipindi vilivyopita, tukasema kwamba siku moja kwa Bwana ni sawasawa na miaka elfu moja na tukasema kwamba katika umbaji ile Mungu anaomba mbingu na nchi katika ile Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili mstari wa kwanza pale ambao anasema sasa, Mungu akamaliza akastarehe, akapumzika. Tukasema kwa kila siku ya umbaji Mungu alikuwa anatoa unabii na anatabiri miaka elfu sita mbele ambayo mwanadamu atakuwepo na siku ya saba ambao alipumzika ilikuwa nawakilisha ule mwaka wa elfu saba ambao Mungu a, amesema atatawala miaka elfu moja Kristo akiwa kama mfalme hapa duniani, na tukasema kila kitu ambacho kiliumbwa katika zile siku ilikuwa inatabiri mambo ambayo yatatokea katika hiyo miaka, na tukaangalia kila siku na vitu ambavyo vilitokea katika hiyo miaka kuanzia Adamu kuasi mpaka garika mpaka Abrahamu kuahidiwa kuwa, kuwa a, taifa kubwa tukaenda paka kuzaliwa kwa Yesu, kwamba tukasema Yesu alizaliwa na alitabiliwa tokea kwenye uumbaji, na tukasema hata ujio wa Yohana Mbatizaji nao ulitabiliwa. Tukasema hata ongezeko la watu duniani nao ulitabiliwa katika uumbaji. Tukasema na hata hiyo siku ya saba mapumziko nayo ilitabiliwa kwenye umbaji, na tukathibitisha kwa maandiko kwamba hakika kwa Bwana siku moja ni sawasawa na miaka elfu moja. Kwa hiyo tuna mchoro wetu ambao tuliangalia hata vipindi vilivyopita, tukasema siku ya kwanza amewakilishwa miaka elfu moja, siku ya pili miaka elfu mbili, siku ya tatu miaka elfu tatu, mpaka siku ya saba ambao ni miaka elfu saba. Na tunavyosema siku ya kwanza tunamaanisha uh, tunavyosema miaka elfu moja tunamaanisha tokea Adamu ameasi mpaka, tokea Adamu ameasi ndio ambao tunaenda tunahesabu, ambao ni mwaka sifuri. Ina watu ambao hesabu hii miaka, tunahesabu miaka elfu saba ya dunia, tokea Adamu aasi. Tukasema kwenye ile mwanzo moja moja Mungu hakuanza kuumba dunia pale, dunia ilikuwepo, lakini ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo Mungu alishaumba mbingu na nchi. Kisha akaanza kuumba tena sasa sehemu ambayo tunaishi sasa hivi. Sasa na tumesema miaka elfu saba dunia, tumeanza tokea Adam, tumesema siku ya kwanza miaka elfu moja, ambapo tunamaanisha mwaka sifuri paka mwaka elfu moja tangu Adam. Siku ya pili ni mwaka elfu moja paka mwaka elfu mbili tangu Adam. Siku ya tatu ni mwaka elfu mbili paka elfu tatu. Siku ya nne ni mwaka elfu tatu paka elfu nne. Siku ya tano ni mwaka elfu nne paka elfu tano. Aa, na kuendelea mpaka siku ya saba ni mwaka elfu sita mpaka elfu saba. Haya ni mahesabu ya kawaida, kama hujaelewa, kwa mfano tunaposema mwezi wa kwanza tunamaanisha tarehe moja mpaka tarehe thelathini na moja. Tunaposema mwezi wa pili tunamaanisha tarehe moja mpaka thelathini na moja mwezi wa pili. Hivyo tunaposema miaka, siku ya kwanza ni mwaka sifuri mpaka mwaka elfu moja, kwa sababu kwa Bwana siku moja ni miaka elfu moja. Sasa tukasema Kristo Yesu, katika kilichopita, Kristo Yesu alizaliwa mwishoni mwa siku ya nne, ambayo ni mwishoni mwa mwaka wa elfu tatu kwa sababu siku ya nne ni, ni mwaka huu hapa, lakini ni elfu tatu mpaka elfu nne Yesu alizaliwa takriban mwaka elfu tatu mia tisa tisini na nane pale ama tisini na saba. Theologians wanatofautiana mwaka ambao halisi alizaliwa Yesu, lakini alizaliwa mwishoni kabisa wa siku ya nne na akaenda kufa msalabani mwanzoni kabisa wa siku ya tano. Kwa maana hapa nimeweka msalaba ukiwakilisha kifo cha Yesu, na tunapohesabu hii miaka, naomba twende kwenye unabii wa Hosea, alafu kuna kitu nitakisema na mimi utanipata. Hosea anasema baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake. Sasa hapa Hosea anatabiri. Ni kwa nini nasema huu ni unabii wa Hosea? Hosea anasema hivi baada ya siku mbili, ambao, kumbuka, siku moja ni miaka elfu moja. Ina maana anamaanisha baada ya miaka elfu mbili. Anasema atatufufua na siku ya tatu atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Tumesema Yesu akafa kabisa mwanzoni mwa siku hii ya tano. Sasa tukianza, kwa sababu kuanzia siku ya tano mpaka uh, siku ya saba hizi ni siku tatu. hizi ni, si, hizi ni siku tatu. siku ya tano mpaka siku ya saba ni siku tatu, kwa sababu ni siku moja mbili tatu. Sasa hapa tunaweza kuhesabu baada ya ya Yesu hapa tulikuwa na sababu tokea Adam hapa tunahesabu baada baada baada ya Yesu. Ina maana kama siku moja ni miaka elfu moja, ina maana tokea Bwana Yesu huu ni, uh, ni mwaka wa elfu moja, huu ni mwaka wa elfu mbili huu ni mwaka wa elfu tatu ambao unavyosema, na hii unamaanisha mwaka wa sifuri mpaka elfu moja a, tangu Yesu, na mwaka wa elfu moja mpaka elfu mbili tangu Yesu, na mwaka wa elfu mbili mpaka elfu tatu, na mimi mtu wa Mungu nanielewa, tangu Yesu, ambao tunamaanisha hii ni siku ya kwanza tokea Yesu, siku ya pili na siku ya tatu tokea Yesu kufa msalabani. Tunamaanisha kwa sasa hivi tuko wapi? Sasa hivi mwaka huu tupo mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Kumbuka tunaanza kwa sababu kutokea Yesu amekufa, na tunaposema hii ilikuwa hapa, Yesu ndo alikufa msalabani hapa, ni kabla kabla kabla ya Yesu kabla ya Yesu na huku ni baada baada ya Yesu ama wanasema baada ya Kristo. Aa, ya huku ni ni- ni KK ambao ni kabla ya Kristo, huku ni baada ya Kristo hapa nimeandika ni Yesu lakini unaweza ukasema baada ya Kristo. Sasa tumesema, Hosea anasema baada ya siku mbili, Yesu alikufa hapa. Hii ni siku ya kwanza, tumesema baada ya Yesu kufa BK. Hii ni siku ya pili. Hosea anasema baada ya siku mbili kuisha, ambao ni miaka elfu mbili, anasema atatufufua siku ya tatu, ambayo ni siku ya saba, ambayo hii tunaita nini? Tunaita nini ni sabato ambayo ni miaka utawala wa Yesu wa miaka elfu moja atatawala duniani. Amesema siku ya tatu atatuinua nasi tutaishi mbele zake. Na maana Hosea anachokisema ni kwamba katika miaka elfu mbili baada ya Yesu atatufufua. Na maana baada ya miaka elfu mbili tuta, a, a, tutaishi pamoja naye mwaka wa elfu tatu tutaishi mbele zake, baada ya siku mbili atatufufua, siku ya tatu tutaishi mbele zake. Hosea hapa anasema wazi kwamba tutegemee kufufuliwa baada ya siku mbili, yaani miaka elfu mbili, yani a, a, a, siku ya kwanza mwaka elfu moja na elfu mbili baada ya Yesu, na mwaka wa elfu tatu ambao ni siku ya saba tokea Adam, tokea Adam, lakini ni siku ya tatu tokea Yesu, tutaishi mbele zake. Ina maana siku ya tatu, ambao ni Sabato, ambao ni mpumziko. Biblia anasema Mungu akapumzika, ndipo ambapo tutaishi mbele zake. inamaana hapa ni siku mbili, hizi ni siku mbili ambazo nasema, baada ya siku mbili atatufufua. Hizi ni siku mbili, na hii ni siku ya tatu. Siku ya tatu ambayo tumesema tutaishi mbele zake. Kwa hiyo tukisema tokea Yesu amekufa ambao ni mwaka takriban mwaka wa 30 baada ya Kristo. Kumbuka hii baada ya Kristo imeanza kuhesabiwa wanaposema Yesu alikuwa amezaliwa. Lakini sasa hivi tunaposema sasa miaka 30 Yesu, kumbuka aliishi miaka 33 ndio akasulubiwa mwaka wa 33. Lakini tumesema hii mwaka ambao umewekwa na na, na na kalenda ya duniani iko mbele kidogo kwa miaka miwili tokea Yesu amezaliwa, ndio maana tunasema Yesu amezaliwa miaka miaka miwili nyuma ya tarehe ya kawaida ambayo tunasema baada, inatenganisha baada ya Kristo na kabla ya Kristo. Kwa hiyo maana tunahesabu kuanzia miaka takriban thelathini ama thelathini na moja a, baada ya mwaka a, wa wa Yesu kuzaliwa ambao umehesabiwa kwa kawaida. Ina maana tukiangalia kimahesabu ya kawaida sasa hivi, ndugu yangu, tuko mwishoni kabisa wa wa miaka elfu mbili kuisha, tuko mwishoni. Tuna miaka tu kadhaa ambayo inahesabika, tuna miaka tu kadhaa ambayo inahesabika ili tuweze kuingia kwenye Sabato, ambayo ndio pumziko, ambayo ni miaka elfu moja ya utawala wa Yesu Kristo. Tuko mwishoni kabisa, na kama unavyoona hali zinavyoendelea. Yesu akasema kwamba mtasikia vita na matetesi ya vita, lakini mjue mwisho bado. Mtakuwa na matetemeko mahali mahali, kutakuwa na na vitu mahali mahali Amesema kutakuwa na ishara mbinguni mahali mahali, hivyo vitu. Mpendwa mwenzangu, leo angalia tarehe leo vizuri, katika miaka michache mbeleni, hivyo vitu vitakuwa vinatokea kwa wingi, na tumeshaona vita vimeanza. Kuna vita ya Ukraina na Urusi ambayo ina takriban miaka mitatu. Wiki iliyopita vita vya Israeli na Iran imeanza. Marekani leo amesema anaingia kwenye hiyo vita. Kwa ndugu yangu, tupo nyakati za mwisho, na Biblia nasema nyakati za mwisho ni nyakati za hatari. Lazima uwe tayari kujiandaa kwenda kumuona Kristo na Biblia anasema tutaishi mbele zake. Hosea anasema tutaishi mbele zake baada ya siku mbili, siku ya tatu tutaishi mbele zake kwa kutawala na Yesu miaka elfu moja. Naamini kuna kitu umekipata, naamini Mungu amekubariki, naamini umeona unabii wa Hosea unavyotenda kazi katika mpango mzima wa Mungu wa miaka elfu saba. Nina swala kuuliza mpendo mwenzangu, je, ye, unamjua Yesu? Je, ye, umeokoka Je, umeoshwa na damu yake? dhambi zako a, umefutwa dhambi zako? Je, una bado na hukumu ya dhambi? Mwamini Yesu leo. Kama unamwamini Yesu leo, mwamini Yesu leo, ili tupate kwenda pamoja. Ndugu yangu, tuko mwishoni, hii dunia inafika mwisho. Petro akasema, katika nyakati za mwisho wataibuka watu wanaokejeli wanaosema ahadi ile ambayo tuliahidiwa iko wapi? Wanaosema ambao, ehe, walisema Yesu anarudi mwana, hakurudi mwana, paka babu zetu alifariki. Petro akasema akasema watu wao, jiepusheni nao. Lakini siku za mwisho zitakuwa ni siku za hatari, upendo wengi utapoa kama ambavyo tunaona, dhuluma zimekuwa nyingi, mauaji yamekuwa mingi, ni dalili za siku za mwisho Tayari ndugu yangu, katika kipindi tunachofuata tutaangalia dalili zingine. Dalili ziko nyingi, na tutathibitisha kwa neno la Mungu kwamba tuko nyakati za mwisho. Naitwa Best Katunzi, nakupenda sana. Kama tuko pamoja na unaangalia mafundisho haya, usiondoke bila kulike, usiondoke bila kukomenti. Kama tuko YouTube usiache kusubscribe, inasaidia kufikisha jumbe hizi kwa watu wengi zaidi, na Mungu atakubariki. Nakupenda sana, tutaonana siku nyingine. Mungu akubariki sana.